Upo sehemu ya kumwabudu Mungu, haleluya, haleluya. <tipos> Tumeanza kitabu cha Samuel, kinderotwa mbala ya Samuel, Samuel sura ya kumi na tano emata enytomntuaan tukaanza mstari wa kumi na sita, tukasoma mstari mrefu sana <tipos> <suma msari> <tipos> mpaka msari wa 34 kama sijakosea au 35 niki sompa wa ile ile somo imiet enito ikosea tukapata habari ya watu wawili pale niki tumeambaragi noto walungana wa retini. Mtu mmoja alikuwa ni nabii walungani obono oloiboni na jina lake anaitwa Samweli, na kenyu ile yangamenya Samweli, lakini hapo tuna mtu mwingine mmoja anaitwa Sauli Sauli aleai tongani na huyu Sauli ndiye mfalme wa Israel na ninye orikingii lo Israeli, lakini Samuel, wore Samuel ni nabii na oloiboni wa kwanza wa Israel na oloiboni laduka ya Israeli baada ya kurudi kutoka utumwani tangata veye eshukunye rung'anake inwe hindikisho Mungu akamuinua Samuel Nadumu angai Samuel mtu mwaminifu sana, orung'ani asipani otukul mtu anayemtii Mungu kuliko kitu chochote. na rung'ani wayanyi dangai alamro kipoki Waisraeli wakataka kuongozwa kifalme neye usiraeli nerikoorire nero yorkingi Mungu akamwambia Samuel nejo jangai Samuel, ukamchague mtu mmoja anaitwa